Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuletea somo kuhusu tofauti kati ya bass clef pamoja na tenor clef. Na somo hili litaitwa kwako nami Mwalimu Ayubu Rumo Wegasila, mwalimu wa mziki na mpiga kinanda. Kabla hatujaanza somo letu, karibu bonyeze alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kufikiwa pindi tunapoweka mafunzo katika chaneli hii, lakini pia karibu ku like, ku comment na ku share ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Klef ya tena na klef ya bezi zote hutumika kuandika muziki wa sauti za chini, lakini zina madhumuni tofauti na hutumika katika muktadha tofauti. Clef ya tena na clef ya besi zote huchorwa au huwekwa alama yake katika mstari wa nne kutoka chini katika stafu au mstari wa pili kutoka juu, na hii huwafanya watu wengi wachanganye katika matumizi yake. Kama ambavyo tunaona kwenye picha zilizopo hapa, ni kwamba katika tena clef, kama unavyoiona hapo, maisha inakuwa imewekwa katika mstari wa ngapi? wa pili wa nne kutoka chini. Hali kadhalika bass clef nao ipo katika mstari wa nne kutoka chini na wapili kutoka juu, na hapa ni wapili kutoka juu, kanawamba zote zipo kwenye mstari mmoja. Zifuatazo ni tofauti kati ya tenor clef pamoja na bass clef. Tofauti ya kwanza, nafasi kwenye staff. clef ya tena ni clef ya treble clef iliyobadilishwa na inafanya si ya kati kuwa kwenye mstari wa nne wa stafu kutoka chini. Hii ni tofauti ya hii ni, hii ni tofauti na treble clef ambapo noti ya C inapatikana kwenye nafasi ya tatu kutoka chini mwa stafu. Kwenye tenor clef hii na jamii zote za C clef, huwa tunahamisha C clef kutoka kwenye mstari, kutoka kwenye noti si ya kati pale, unakuwa tunapandisha kwenye mstari unakuwa, uh, mstari wa kwanza inakuwa ni kwenye mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, mstari wa nne hadi kadhalika mstari wa tano tunazipata zile mezzo soprano clef, soprano clef, alto clef, tenor clef pamoja na baritone clef. Kanaomba inakuwa ni G clef lakini ambao tumeipandisha ambao C si yake tumeipandisha. Kwa nini kwa G clef C si ipo kwenye nafasi kama tuna kwenye kile gerezo? Lakini kwenye tenor clef C si tunakuwa tumeiweka katika mstari wa ngapi? Wa nne kutoka chini lakini clef ya bezi inafanya F kuwa kwenye mstari wa nne wa staff kutoka chini na hutumika kwa ala za muziki au sauti za chini kama ambavyo tunaona hapa kwenye vielezo vifuatavyo. Hii ni F clef, lakini hii pia ni tenor clef. Tutaona hapa kwenye mstari wa pili wa wa, wa, wa nne kutoka chini ni F clef au wa, wa pili kutoka juu ni F kwenye hii F clef au bass clef, lakini kwenye kwenye tenor clef hapo kwenye mstari wa nne kutoka chini panakuwa pa nini? pana noti C si. Kwa hiyo baada ya kuweka noti C si, tazipanga herufi nyingine kama ambavyo zinaonekana hapa, na ndo hii itatusaidia katika usomaji wake. Hali kadhalika kwenye F clef tumesha ni F na G nyingine zitapangwa kama ambavyo inaonekana hapa. Kwa hiyo inachobadilika sana sana kwenye tenor clef ni namna ya upangaji na mesha C na noti C si, inakuwa katika mstari wa nne kutoka chini au mstari wa pili kutoka juu mwa stafu. Tofauti ya pili ni matumizi. Clef ya tena hutumika hasa kwa ala ambazo zinachezwa kwenye renji ya juu ya bezi, lakini zinahitaji kutumia stafu ya chini. Ala hizi ni pamoja na sauti ya tena, basun, selo, viola na chuba. Lakini clef ya bezi hutumika zaidi kwa ala ambazo zinacheza katika renji ya chini kama gitaa la bass, cello, double bass, tuba na mkono wa kushoto kwenye kinanda pia utu... na mkono wa kushoto kwenye kinanda. Lakini pia hutumika kwa sauti za bezi katika muziki wa kwaya, tunatumia clef ya bezi au F clef. Range ya noti. Clef ya tena hutumika kwa range ya noti kwa range ya noti ambayo inazunguka kutoka C ya chini hadi C ya juu, hmm. yake. Yaani, au si kutoka octave moja mpaka si ya octave nyingine. Hii ndio sababu hutumika kwa ala ambazo zina range ya juu katika register ya bezi, lakini zinahitaji kuepuka kutumia mistari mingi ya ziada, kwa kama nataka iwe juu zaidi, lakini nataka kupunguza mistari ya ziada katika vyombo hivyo. Lakini pia katika sauti ya tatu tena clef tunatumia kwa kawaida hufunika range ya chini kutoka E ndogo au octave moja hadi G4, octave na, octave na nusu octave na nusu, nusu nusu juu ya C ya kati. Hii hutumika katika kuandika muziki ambapo upo range, upo katika rejista ya chini ambapo nilielezea kwenye point iliyopita. Tofauti ya nne ni mistari ya ziada. Klef ya tena kwa sababu si ya kati iko kwenye mstari wa pili, noti zilizoko juu au chini yake zitahitaji mistari ya ziada michache kuliko ikiwa zingekuja kwenye klef ya bezi. Hii inafanya klef ya tena kuwa rahisi kwa ala fulani kama sauti ya tena, basuni, selo na ala nyingine ambazo tumeziona zinatumia klef ya tena. Hali kadhalika klef ya bezi kwa kuwa inaanza kwenye laini ya, ya nne noti zilizoko juu juu na chini mwa staff, mara nyingi zinahitaji mistari ya ziada ikilinganishwa na kwenye clef ya tenor. Ni yu, kwa hiyo clef ya bass inahitaji mistari ya ziada mingi kuliko clef ya tenor. Ala za muziki zinazotumia clef hizi, clef ya tenor hutumika zaidi kwa sauti ya, sauti ya tenor, bassoon katika register ya juu, tuba Cello, na viola kwa baadhi ya vipengele, lakini clef ya bezi hutumika kwa double bass, bassoon, tuba gitara bezi mkono wa kushoto kwenye piano na sauti ya bezi. Tofauti ya kimaono, clef ya tena inafanania na clef ya te, treble, au G clef isipokuwa inafanya si ya kati kuwa kwenye mstari wa pili kutoka juu au mstari wa nne kutoka chini mwa staff. Lakini clef ya base inaonekana tofauti zaidi, ikiwa na madoadoa mawili yanayozunguka mstari wa clef ya F ya tatu kwenye stafu. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe, ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Asante sana kwa kutufuatilia, uwe na wakati mwema.